Watazamaji, karibu tena wakati mwingine huu katika chaneli yetu hii ya Safari ya Afya. Sasa hii leo tumewaandalia faida tano za tikiti maji kiafya. Je, unapotumia tikiti maji la kiafya lina faida zipi hasa? Lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunaomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia upload. Faida ya kwanza ya tikiti maji, hulinda mwili dhidi ya upungufu wa maji ama kwa Kiingereza, tukiita dehydration. Tikiti maji lina zaidi ya asilimia tisini ya maji, hivyo husaidia kuweka mwili na ngozi kuwa na unyevu. Namba mbili, huimarisha afya ya moyo. Lina kirutubisho kitwacho lycopene ambacho husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo kwa kupunguza cholesterol na shinikizo la damu. Namba tatu, huchangia kwenye afya ya macho, kwani tikiti maji lina vitamini A ambayo ni muhimu kwa uone mzuri, hasa usiku, kwa kuzuia matatizo ya, ya macho yanayohusiana na uzee kama vile macular degeneration. Namba nne, hupunguza uchovu wa misuli. lina sekulin zaidi ya amino inayosaidia kupunguza maumivu ya misuli baada ya mazoezi. Namba tano na faida ya mwisho ni msaada mkubwa sana katika kuimarisha mmeng'enyo wa chakula. Tikiti maji lina nyuzi nyuzi ya mafibas na maji mengi vinavyosaidia kuzuia tumbo kufunga na kuchangia usagaji mzuri wa chakula. Ni muhimu sana kuhusisha matunda wakati wa kula, hasa tikiti maji. Kwa faida hizi lukuki ambazo tumeweza kuziorodhesha, faida ya kwanza mpaka ya tano, hii inaonyesha dhahiri kwamba tikiti maji ni muhimu sana katika kuweza kuimarisha afya yetu kiujumla. Hivyo kwa hizi faida, niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu vaanakatnazia cha msingi ni wewe kusubscribe, kulike na kushare kwa ajili ya watu wengine pia kuweza kujifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na suala zima la afya. Asanteni sana kwa hili.